Inamaanisha nini? Pamoja na wao kuacha kuzaa, lakini wamejitahidi kuwekeza kwa mtoto. Leo hii jioni hii kwenye futari hii, ningeomba tuliopo tujitahidi kuwekeza kwa watoto wetu, tuache kujali magari yetu, akaunti zetu, tunaachia watoto ma house girl na ma house boy, ambao ndo wa gharama, ambao ndo tunapambana kwa ajili yao ndugu yetu akienda mbele za haki akaacha watoto, tuungane tuone tutakavyofanya. Lakini pia inawezekana umebana sana nyumbani kwako, hata wale wanaoletwa kwenye makao, anajua nina mjomba pale, nina shangazi pale, basi unga mkono kwa kufika kumuona tu na kumwambia mimi nilikuwa dada na kaka wa familia yako. Na huu ni unyanyasaji wa kwanza, baada ya hapo ndo unakuja ule unyanyasaji ambao tunawatendea sasa watoto na akina mama hapa, ningeasa vizuri sana, kama tunavyotunza matumbo yetu, kama tunavyotunza matumbo yetu yamebeba watoto, akitoka pia mjali vile vile, ana muunganiko mkubwa na wewe na ninasema, ikiwa hatutaheshimu hilo, vita duniani haitaisha, maana ikiwa ni rahisi kumuua asiyeonekana, huyu anayeonekana nje. Mungu awalinde, awabariki Awalinde Goodwill Humanity and Foundation, na mfanye hii kila wakati, mtembee. Tanga ni kubwa, vijiji ni vingi ambavyo vinahitaji huduma yenu. Asanteni sana na Mungu awabariki. wa asante sana Sister Consolata Mgumba na tutambue uwepo wa Naibu Meya wa Jiji la Tanga Bibi Rehema, amefika hapa kuchukua nafasi yake na ndiye mgeni rasmi katika shughuli hii ya iftari ya pamoja chini ya Goodwill and Mind Foundation ikishirikiana na baadhi ya familia na wadau wetu ambao wametokeza kusupport sadaka zao, ambao tukupenda kuwataja majina yao mtu mmoja mmoja, ambao ameunga mkono katika kufanikisha iftari hii ya pamoja. Mwenyezi Mungu awabariki, abariki wale wote ambao wameweza kutanguliza walichonacho kufanikisha iftari hii ya pamoja. Kabla ya kumkaribisha mgeni rasmi, na kukaribisha mwakilishi wa TRA Tanga, ana neno atakuzungumza na atakabidhi zawadi kwa watoto wa Goodwill Children Home. Karibu mheshimiwa, kwa niaba ya TRA Tanga. Huyu ni afisa uhusiano wa TRA Tanga. Asante. Asalamu alaikum. Kwa majina, naitwa Flavian Biabato. Nimeambatana na wafanyakazi wenzangu, lakini wote sisi tuko kwa niaba ya meneja. Alikuja mpaka hapa, lakini amepata udhuru kidogo, amerudi ofisini. E, na sisi pia tunashukuru kwa kushiriki nanyi e, katika hafla hii ya iftari. Lakini kama mnavyotambua sisi kama TRA e, taasisi ya serikali tunahusika zaidi na kukusanya kodi. Lakini pia tuna jukumu la kurudisha katika jamii. Kwa hiyo, tunamshukuru kiongozi hapa, tumekuwa tukishirikiana vizuri kuwasaidia panapobidi vijana wetu hapa. Na kwa siku ya leo tumekuja na sadaka e, ndogo ambayo tutakabidhi baadaye kwa ajili ya vijana wetu, ili nao e, waweze kusherekea vizuri siku ya Idi ambayo inakaribia kufika, wajisikie vizuri. Na pamoja na hayo, tunaendelea kuwasaidia kadri tutakapokuwa tunaweza. Baada ya kusema hayo basi tunashukuru na naomba pia kwa sisi tuliopo tuendelee kuwasaidia hawa vijana. Asante sana. Wamesahau kutaja pachi kile ambacho wamechangia kwa watoto, lakini NMB Bank takuomba utaje vile ambavyo utakuja utakabidhisha kwa watoto wa Goodwill Children Home. Karibu na tunakupa dakika tatu ya kusema chochote kile unachokisikia mbele ya waandishi hawa na hadhira hii, uzungumze na Watanzania. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya, kwa niaba uh, ya NMB ngoa wa Tanga, nimekuja kwa niaba ya meneja kumwakilisha sisi na Goodwill, tuko nao pamoja katika shughuli mbali mbalimbali. Wenyewe ni mashahidi huwa tunashirikiana nao lakini kwa siku ya leo, sisi kama NMB, kuna vitu ambavyo tuliongea na mkurugenzi ambavyo tumeshavitekeleza, tumevileta vitu ambavyo vina thamani ya shilingi laki tano na pia alituambia kuna baadhi ya wanafunzi ambao wana changamoto ya ada na hilo pia tumelifanya, tutamkabidhi, ataweza kwenda kuwafanyia. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano wao ambao tuko nao kama viongozi, tunashirikiana nao katika shughuli mbalimbali. Kama NMB tuna sehemu ya kuhudumia jamii, kwa hiyo huwa tunashirikiana na viongozi, wanakuja pale ofisini na tunashirikiana nao kwa kuweza kuwasaidia mtoto wa mwenzako ni wako. Kwa hiyo huwa tunawashika mkono kwa kuweza kushirikiana nao. Ni nimeongozana na staff wenzangu wa NMB tuko nao wao, asanteni sana.